Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imeendelea kuhakikisha kuwa sheria za nchi zinakwenda na wakati na zinaakisi sera na vipaumbele vya serikali katika nyanja za kisiasa, kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, kimazingira na kiteknolojia. Katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali iliandaa miswada ya sheria 16. Mweshimiwa naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, wizara kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ilihakiki na kuchapisha jumla ya sheria ndogo 903 ikilinganishwa na sheria ndogo 885 zilizohakikiwa na kuchapishwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka 2023. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, wizara ya kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imekamilisha ufasiri na uhakiki wa mwisho wa sheria kuu 103 kati ya sheria kuu 446 ambazo zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara ya kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali imekamilisha ureke, urekebu wa sheria kuu 446 za nchi na kuandaa toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu la mwaka 2023. Toleo hili ni la pili tangu nchi yetu ilipopata uhuru. Toleo la kwanza lilitolewa mwaka 2002 kupitia ufadhili wa Benki ya Dunia. Toleo la sheria zilizofanyiwa urekebu kwa mwaka 2023 limeandaliwa kwa fedha za ndani na wataalamu wa ndani. Aidha, toleo hili lilizinduliwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 23 Aprili 2025. Toleo hili litaanza kutumika rasmi tarehe mosi Julai 2025.